Ta muziki Diamond Platnumz ameweza kuachilia wimbo ambao unafahamika kwa jina la Down, akiwa amemshirikisha Mr Peace X Man Litonto. Wimbo huu ambao umekuwa ni wa mapiano ameweza kuachilia usiku kwa mkia leo, ambapo umekuwa na kionjo cha wimbo wa Kingwendu ambao unafahamika kwa jina la Mapepe ulioweza kutoka mwaka 2015 mwezi Mei, ambao uliweza kusambazwa na akaunti ya kuweza kusambaza na kuuza muziki ambao inafahamika kwa jina la mziki, kionjo ambacho Diamond Platnumz ameweza kukichukua kupitia wimbo huu wa Mapepe ni pale ambapo amekuwa akiimba kwamba hajatulia tulia huyu demu ni mapepe. So kwa upande wa watu wengi sana wameza ku doubt baada ya Diamond Platinum kuweza kutumia kionjo hichi cha wimbo wa Kingwendu ambao uliweza kutoka mwezi Mei mwaka 2015. Baada ya mijadala mingi sana kuibuka kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Diamond Platinum kuweza kutumia kionjo cha msanii huyo hapo wa uchekeshaji bana Kingwendu, sasa hivi ni kwamba Mr Mwanya ambaye pia ni mchekeshaji aliweza kujump in kupitia kurasa yake ya Instagram pale na kuweza kubali post ambayo post hii imekuwa na maandishi ambayo yamesomeka hivi, Mondi anapenda sana komedi. E bana anajifunza e, mambo mengi mno comedian. Oneni wenyewe mliosema kwamba wazo la E, komasa va halikutoka kwangu, akaweka emoji flani hivi kama anashangaa. Leo kapita mlemle mle, ngoma ya kingwendu, akaweka emoji flani hivi za makofi kama kupongeza komedi e, imekuwa kubwa wanangu, tuendelee kupush. So ni kwamba akasema pale kichwa mvilingo akiona hivi e, bana anachanganyikiwa mbicho wake kama tikiti maji akiwa na mchana hapa mwijaku. So kwa upande wa e, Mr Mwanya yeye ameweza kutoa ujumbe huu, hapo ni kama vile akiwa na support kwa kile kitu ambacho Damo Platnumz amekuwa kikifanya. Mei tarehe 3. Sasa kwa upande wa yeye Mr Mwanya inafahamika kwamba watu wengi sana walikuwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya yeye Mr Mwanya hapo awali, kabla ya wimbo wa Komasa va kuweza kutoka, aliweza kuachilia wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Bonju, ambao ulikuwa ni umeachiliwa tarehe 29 mwezi Aprili mwaka 2024, ambao wimbo huu alikuwa akisikika akiimba kwamba Bonju Komasa va. Then baadaye Diamond Platnumz akaenda kuachilia wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Komasa va. Diamond Platnumz yeye baada ya madai Mr Mwanya kwamba ameweza kutumia kidogo e, kionjo cha wimbo wake wa Bonju, ni kwamba Damo Platinum hakuweza kuonesha reply wa yoyote baada ya, e, bana, tetesi kuweza kuvuja kwamba pengine labda Damo Platinum kwenye wimbo wake idea iliweza kutoka kwa Mr Mwanya ambaye ni mchekeshaji huyu kutoka hapa hapa nchini Tanzania, hakuweza kuonesha e, bana reactions zozote kwa upande wa Damo Platinum, lakini asa hivi baada ya Damo Platinum kuweza kuachilia, e, bana, wimbo huu ambao unafahamika kwa jina la Down, akiwa amewashikisha mastaa tofauti tofauti, ambao umekuwa na kionjo cha wimbo wa Kingwendu ndani yake. Sasa nataka tu nikwambie kwamba ukaribu wa Diamond Platnumz pamoja na Kingwendu wa moja kwa moja haujaweza kuonekana, ni kwamba kufahamika eh, uko vipi. Lakini mara mwisho ni kwamba Kingwendu aliweza kuonekana katika studio za Wasafi akiwa anazungumza kwamba anatamani bana Diamond Platnumz aweze kumsaidia gari. Sasa pengine labda waliweza kukutana pamoja na Diamond Platnumz, eh, bana taarifa rasmi kabisa za kukutana kwao eh, bana hazijaweza kufahamika. Lakini asa hivi ni kwamba Diamond Platnumz Ameweza kutumia kionjo cha wimbo wa Kingwendu katika wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Down. Kwa upande wa Diamond Platnumz pamoja na timu nzima ya Wasafi, wao wamekuwa ni mara kwa mara wakiendelea kutumia vionjo tofauti tofauti vya wasanii ambao washe kufanya vizuri hapo nyuma. Hata nikukumbushe tu kipindi ambacho Wasafi ipo full package, e bana, waliweza kuachilia wimbo ambao unafahamika kwa jina la Zilipendwa, akiwemo hey, Harmonize, mule alikuwepo Rayvanny, Queen Darleen, Diamond Platnumz, Mbosso, waliweza kuachilia wimbo ambao unafahamika kwa jina la Zilipendwa ambao ulikuwa pia uko na vionjo vya nyimbo za zamani. Sasa hata kwa msanii ambaye kuweza kutoka katika viunga vya wasafi ya saivi ambaye hayupo tena chini ya record label ya WCB. E bana Mboso Kan, baada ya kuweza kutoka WCB, aliweza kuachilia EP yake ambayo inafamika kwa jina la Room Number 3. Katika EP hiyo, kulikuwa kuna wimbo ambao unafamika kwa jina la Nusu Saa, ambapo humo ndani e bana kunayo kunacho kionjo cha wimbo ambao unafamika kwa jina la Usiende Mbali Nami, ambao wimbo huu ni wa zamani kidogo, ambapo Juliana aliweza kumshirikisha Bushoke na uliweza kufanya vizuri kabisa, ambapo uliweza kuachiliwa e bana Rasmi kabisa kuweza kupandishwa kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa ni mwaka 2013 mwezi June tarehe 15, ndo aliweza kuachilia wimbo huu ambao unafahamika kwa jina la Usende Mbali nami. Then baadaye Mbosso Khan akaweza kutumia bana wimbo huu katika wimbo wake wa, e, nusu saa kama kionjo tu deka una vodeka kama mtoto so. Kwa upande wa wasanii ni mara kwa mara tu akiendelea kutumia vionjo vya wasanii ambao washi kufanya vizuri hapo nyuma, lakini pia kwa Diamond Platnumz ameweza kuonekana akitumia kionjo cha Kingwendu katika wimbo wake mpya ambao unafahamika kwa jina la Down. Drop comment yako kwenye uwanja comment, hapo ni upi mtazamo wako? Lakini pia usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Ni Sawasawa online digital chao chao